Mtu mzima mtoto sehemu ya tano. Songa nayo mahali walipokuwa wakina Sefu kidogo palijificha hivyo, iliwasaidia kutoonekana. Basi kina mama hao ambao walikuwa ni watu wazima wa rika linafuatana, mmoja wao alipomaliza kujisaidia haja ndogo alijua wako wenyewe tu, akaachia ushuzi wa nguvu kitendo kilichofanya mpaka wakina mama wenzake waliokwisha kumaliza kujisaidia wamcheke. Shosti kweliwe mzima, aliongea mama mmoja akimwambia huyo aliyeachia ushuzi. Eh bibie, mvua nzuri haikosi radi bwana, alijibu mama huyo aliyekuwa mcheshi hasa na kusababisha wenzake wazidi kucheka. Pindi walipoondoka mahala hapo, Sefu aliingiza dudu lake lililozama mpaka ndani kwenye kitumbua cha binti huyo aliyeonekana mwoga kupita maelezo, akaanza kupampu ndani nje, nje ndani. Alilalamika dada huyo ambaye kitumbua chake kililibana vizuri dudu la Sefu lililokuwa nene na refu. Dada huyo alijikuta akitoa sauti kama mtu aliyekabwa pale Sefu alipojaribu kulizamisha dudu lake liingie lote. Laiti kama kungelikuwa na watu wanawasikiliza sefu na dada huyo, jinsi walivyokuwa wanasuguana, basi angedhani kuna watu pengine wanakula miwa. Dakika chache baadaye wote wawili walimaliza hamu zao na kuinuka kisha kurejea ukumbini tena. Basi sherehe iliendelea, ambapo ilizidi kupamba moto. Msi machachari mekipanya alijitahidi kuisherehesha sherehe hiyo. Watu walifurahi sana, picha nyingi zilipigwa za ukumbusho, huku wengine wakitoa mpaka mchozi. Kama unavyojua sherehe za kuwaaga darasa la saba huwa hazichukui muda mrefu. Sherehe hiyo iliisha, ambapo kila mtu aliorejea nyumbani kwao. Zilipita wiki kadhaa, ambapo sefu alikuwa mtaani akisubiri majibu yake ya kwenda kuanza kidato cha kwanza ili asiboreke sana kwa kukaa muda mrefu nyumbani, wazazi wa Sefu waliona wampeleke kwa shangazi yake, ambapo alikuwa anakaa mbali kidogo na nyumbani kwao ili akabadilishe mazingira. Sefu alitua nyumbani kwa shangazi yake, ambapo alipokelewa vizuri. Alikabidhiwa chumba chake mwenyewe, ambapo alikuwa analala na mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa miaka tisa. Alishamaliza wiki moja akiwa kwa shangazi yake ambapo aliahidiwa atatafutiwa tusheni kwa ajili ya maandalizi ya kuingia kidato cha kwanza. Akiwa hana hili wala lile, anashangaa kumwona mtoto huyo wa miaka tisa anayelala naye akirudi akiwa na begi kichwani. Nyuma yake aliongozana na binti mmoja aliyevalia sare za shule. Basi Sefu naye akajiunga katika kumpokea mizigo, kisha kuingiza mpaka ndani. Pindi shangazi yake aliporejea kutoka kazini, ndipo alitoa utambulisho kuhusu huyo binti alifika siku hiyo, ambapo Sefu alipata kuelewa, kumbe binti huyo ni binamu yake aliyekuwa akisoma kidato cha tano, alijulikana kama Sheila. Alikuwa anasoma shule ya mbali kidogo na nyumbani kwa upande wake Sefu alitambulishwa pia kwa nafasi yake, ambapo binti huyo alifurahishwa sana na ujio wa Sefu. Zikapita siku tatu. Siku hiyo Sheila akiwa amejifunga taulo lililopita maeneo ya kifuani kukatiza kwenye matiti, mara mdogo wake alimfuata mbio, ni yule aliyekuwa akilala na Sefu Chumba kimoja aliyeitwa Justine. Dada, kuna kitu mimi nataka nikwambie. Sema mdogo wangu, kitu gani? naomba umwambie mama, mimi sitaki kulala na huyu mgeni. Kwa nini hutaki kulala naye wakati ni ndugu yako huyo? We hujui tu dada, ninamwogopa. Unamuogopa? kwa nini unamuogopa? Sheila alihisi huenda kukawa na shida kubwa, ambapo mama yao anaichukulia ya mzaha. Alimbembeleza kabla hajaenda kuoga ili ajue nini tatizo. Mwisho wa yote ikabidi aseme ukweli, yule ana mdudu mkubwa, mi naogopa kulala naye kidogo. Sheila alitamani kucheka lakini alijikaza na kuchukulia ni swala la kawaida. Hei, ndio hilo tu, usijali, nitamwambia mama, alimjibu hivyo, ambapo Justine alienda kwa marafiki zake kucheza. Sheila alibaki akitafakari juu ya hilo jambo, akajikuta ana shauku ya kutaka kujua kama ni kweli anachoongea mdogo wake. Ni sahihi alichokifanya, alikwenda mpaka chumbani kwa Sefu na kumkuta akiwa amesinzia huku amejilaza chali kitandani. Sijui muda huo Sefu alikuwa anaota, maana dudu lake lilisimama haswa na kuinua bukta aliyoivaa. Basi bukta ikawa inainuka na kurudi chini kwa jinsi dudu hilo lilivyokuwa likinesanesa. Sheila alipigwa na butwaa kuona dudu hilo ambapo hakuamini kama mtoto mdogo anaweza kumiliki. Hali ya mwili wake ilianza kubadilika, akajikuta ana uhitaji mkubwa sana wa hilo dudu, ukizingatia ni muda mrefu amekuwa shuleni, halafu ni shule ya wasichana tupu, hivyo kama ni hamu ipo nyingi sana. Taratibu akajikuta anapiga hatua kumfuata Sefu alipolala, ambapo aliubana kabisa mlango na funguo. Yaani, alijipangia kabisa kama Sefu akikataa kumsugua anaweza hata akambaka. Sasa akawa anajaribu kuupeleka mkono wake ili ashike dudu la Sefu halafu akawa anaurudisha kwa uoga. Alipojaribu kwa mara ya pili aliupeleka moja kwa moja na kulishika dudu hilo lililosimama hasa. Basi Sheila aliposhika dudu la Sefu alianza kuliminyaminya, ambapo alimvua bukta taratibu na kuitoa yote. Sefu alionyesha dalili kama anashtuka, lakini aliendelea kuigiza kuwa amelala. Kwa upande wa Sheila, alishajitolea muhanga lolote litokee, ashtuke asishtuke, yote kwake ni sawa tu. Sheila alimtoa nguo zote Sefu, ambaye alijua kabisa ni mdogo kwake na amemwacha miaka mingi, lakini kwenye uwanja wa sita kwa sita, Sefu hakuonekana mdogo kabisa, kwa jinsi alivyojituma. Baada ya Sheila kuona hamu inamzidi kupita kiasi, alijipandisha juu, na kisha akawa analikalia dudu washa la Sefu na kulipalaza kwenye kitumbua chake kilicholowana. Hapo Sefu sasa akaamka, kumbe alikuwa anaona vyote vinavyoendelea. Alilalamika kwa sauti mtoto wa watu, ambapo alikuwa akizungusha kiuno chake bila mpangilio. Kichwa cha dudu la Sefu kilikuwa kikikisugua vyema kiarage chake kilichosimama kwa hamu. Halafu kwa bahati nzuri, kiarage cha Sheila kilikuwa kirefu, ambapo kwa Sefu ilikuwa ni faida kwani aliweza kukifikia kwa urahisi. Sefu alifanya hivyo mpaka Sheila aliporusha yale maji ya utamu. Hapo mtoto wa watu akatulia kimya, huku akimwangalia Sefu asimalize, kwa jinsi alivyomfanya ajisikie raha ya ajabu. Zilipita dakika tano. Mkono wa Sheila ulianza uchokozi tena kwa kulishika dudu la Sefu lililoanza kusinyaa, lakini kwa hisia liliposhikwa na mkono laini wa Sheila, dudu hilo haraka lilisimama tena. Safari hii Sefu ndio alikuwa suka wa mambo yote. Hakutaka kumweka mitindo mingi kwani alijua ni jinsi gani alivyokuwa ana hamu sana. Alimjia kwa juu huku dudu lake likiwa limesimama kweli. Noo, subiri, Sefu, a, ui, Alilalamika Sheila pindi dudu la Sefu likiwa kwenye harakati za kuingia kwenye kitumbua chake kilichobana haswa. Kiukweli dudu la Sefu lilikwama njiani ambapo kila akikandamiza alimwona Sheila akitoa machozi kabisa. Alijishauri kwenye halmashauri ya kichwa chake kuwa aache kufanya hivyo, lakini aliona kama akiacha itakuwa shida, wakati Waswahili husema binamu kinyama cha hamu. Sefu alikuwa na mtihani sana, ambapo alisukumwa kwa nguvu, lakini yeye alingangania bado akikandamiza dudu lake. Wewe ee, tuache basi, hii inaumaaa! Aliongea hivyo Sheila, huku uso wake ukionyesha dhahiri anaumia kweli. Raha ikawa maumivu sasa. Sababu Sheila alikuwa bado bikira? Mbona damu hakuna? Lakini kama ni bikira, hapa sitakiwi kuwa na huruma. Ukitaka kumuua nyani usimwangalie usoni, waliosema hivyo hawakukosea hata kidogo. Alijisemea hivyo moyoni kwake Sefu, huku bado dudu lake likiwa limegoma kuingia kwenye kitumbua cha Sheila. Taratibu dudu lake lilianza kupungua nguvu, hapo akaona anaweza kuumbuka kwa kuishia kuingiza na kutoa. Alichokifanya alijivika sura ya mbuzi moyoni, ambapo kwenye sura yake ilikuwa ni kinyume kwa jinsi alivyomwonyesha Sheila. Sikiliza Sheila Najua unaumia, lakini najitahidi nichomoe ili tusiendelee. Nikichomoa haitauma kabisa, kwa hiyo jikaze nichomoe, sawa? Sheila aliitikia kwa kichwa huku akiwa ameyabana meno yake. Basi Sefu alikusanya nguvu zake na kukandamiza kiuno kwa nguvu, ambapo dudu lake lilizama lote kwenye kitumbua cha Sheila. Aa, mama aa. Alisikika Sheila akipiga kelele hivyo ambapo Sefu hakuzisikia wala kuzijali. Alipampua kwa kasi mpaka akamwaga. Pindi alipomwaga tu alichomoa haraka ambapo napo Sheila alihisi maumivu. Lilikuwa ni jambo la kushangaza na kustahajabisha kitandani hapo. Sheila alikuwa akilia kwa sauti ya chini. Sefu akijitahidi kumbembeleza, ilikuwa kama kituko fulani kwani mtoto alimliza mkubwa kisha akawa anambembeleza. Yale wasiyoyajua hawa wawili waliokuwa ndani ndicho kilichowaletea balaa kubwa. Kumbe Justine, yule mdogo wake Sheila, aliporejea nyumbani kunywa maji ya kunywa ili arudi kucheza tena, alishtushwa na kelele za dada yake aliyekuwa akizamishwa dudu na Sefu. Kwa ujinga wa mtoto huyo, alipojaribu kusukuma mlango na kukuta umefungwa, aliita tena kwa sauti, lakini hakuna aliyeitikia. Hapo ndipo akachukua maamuzi ya kumwita mama Sanja, mmoja kati ya majirani wa karibu. Mama Sanja aliposikia vile, haraka alitoka ili akajue kuna nani. Itaendelea, usikose sehemu ya sita. Uondo ndio kwanza unaanza.